Nikisema na ile Simba ya msimu uliopita nitakuwa kama siwatendei haki. Kuna kundi zuri la wachezaji sasa hivi. Lakini kiuchezaji Simba ya msimu uliopita ilikuwa ina solid performance kuliko hii, na ilikuwa haichezi uh, kutengeneza nafasi nyingi kama hii, lakini ile ilikuwa inacheza uh, targetly, unaweza kaona wanatengeneza una nafasi mbili ama tatu alafu baada ya hapo wanakuwa wana, wana, wana, wana uhakika wa kuweza walau kupata bao na kuzuia kwa usahihi mkubwa, na hata kama ni makosa, basi ilikuwa ni individual errors za mtu mmoja mmoja, lakini hali ikawa ni tofauti kidogo, na pale ambapo tuliona waki, wakijaribu ku struggle na kupambana kujaribu kutengeneza ari ya ushindi, lakini haikuwa hivyo. Kwa hiyo I do believe uh, kuna tofauti ya Simba ya msimu uliopita na Simba hii. Utofauti wao mkubwa ni kwamba Simba hii inaweza ikawa inatengeneza nafasi nyingi sana, lakini utumizi wake ndio finyu. Simba ile iliyopita ilikuwa haitengenezi nafasi nyingi sana uh, lakini hizo hizo ilikuwa na uwezo wa kuzi execute na kutimiza malengo. Yani ilikuwa msimu uliopita ilikuwa inaonekana ina ushindani zaidi kwenye mazingira yote ya ligi na kimataifa kuliko hii ya sasa hivi, yeah.